Barakat. wa, wa alaykum salaam, rahmatullahi wa barakatuh. Mtazamaji wa Alswadiq Media hapa ikiwa tumetembelea Madrasatul Kahf, kama unavyoona wanafunzi ndio wanatoka hapa wanaenda kuswali salatul asri, na huyu miongoni ambao niliyosimama naye hapa, huyu naye pia ni miongoni mwa wanafunzi hawa wa Madrasatul Kahf, lakini mashaallah katika madrasa za sasa hivi kumwona mwanafunzi wa umri kama huyu inaweza kuwa e, yani ni yani nadra sana kumpata lakini, tunataka tujue mawili matatu kuhusiana na yeye. Tunataka tufahamu mawili matatu kuhusiana na yeye n, na, na ni kipi hasa mpaka sasa kinamfanyisha bado anasoma madrasa? Naam, kwanza tunaomba tujue majina yako. Naam, kwa majina mimi naitwa Mujahid bin Said. Na Mujahid ibn bni Saidi, mashallah. Mm-hmm. nam uh, mpaka sasa hivi kwenye hii madrasa tulkafi uko na miaka mingapi kwa sasa? Mi umri wangu ni wa 19 yani, ya, na tisa hivyo yani. Yeye ako na miaka kumi na tisa mashallah. Lakini sasa hivi vijana siku hizi akijiona amebaleka amefikisha miaka kumi na tatu kumi na nne anaacha madrasa naam. Uko na miaka kumi na tisa na mpaka sasa hivi kwenye hii madrasa hapa umehifadhi juzu ngapi? Ya, kwa sasa mashaallah alhamdulillah, kutihimisha Qurani kwa tilawa nimeshamaliza kwa sasa, niko na rudia msahafu mashaallah, niko na hifadhi pole pole kwa ajili ya Allah naam. Yaani amemaliza kwa kuangalia, yaani tuelewe, tilawa amemaliza kwa kuangalia mashafu yote, anairudia anairudia, na huku tena pia anahifadhi ya, labda tena pia na ameweka siri pia tusifahamu pia juzo ambazo pia anako nazo mashaallah, huyo ni yeye e, na pia na ukiangalia kwenye madrasa yote hapa pia kwa wanafunzi mkubwa pia ni yeye tu humu ndani. Na Mujahid, swali lingine linakuja hivi, ni changamoto gani ambazo unazozipata kwa sababu pia humu ndani mwanafunzi mkubwa ni wewe ambao uko katika hii madrasa? Yani vipi kama ukitoka hapa nyumbani ukofika yani, kama ukitoka hapa madrasa na ukifika nyumbani mambo ya msosi vipi kweli? Nashukuru Allah alhamdulillah, kitu ambacho Mwenyezi Mungu ameneemesha kubwa, neema kubwa sana, na kupenda dini na wala, nikitoka hapa madrasa narudia rudia vile ambavyo nilivyosoma hapa madrasa, na kufika nyumbani sio kwamba mimi naenda kucheza, la wallah, mimi na, narudia kufanya mraja kila ambacho nimesoma madrasa ili tu nikirudi madrasa ni kwe mwenye niende mw, mw, kwa mwalimu wangu ili akuwe mwenye kunisikiliza vizuri. Naam, mashaallah mashaallah, anatia bidii katika Quran, anatia bidii katika masomo yake. Nataka nimpige challenge kidogo ya Quran. Nataka nisome aya yoyote ndani ya Quran alafu ni a nimpige challenge kumndani a'udhu billahi minash shaitani rajim